Yes, habari ya asubuhi watoto wa Shinyalu. Kama vile unatazama, hapa tuko jimita hapa kwa sore, na jinsi unavyoona, unaweza ona venye njia ni mbaya hapa, hata maji iko kwa njia ubwa. Angalia njia ni mbaya hapa sana saa hata tukitoka huku virembe Tukienda Shinyalu tunapata ugumu sana hapa kwa njia. Kwa hivyo hata kama uko na mgonjwa unapata ukifika hapo, kama mgonjwa kwa hali mahututi venye atago pikipiki itagonga hiyo shimo unapata mgonjwa hata amekuwa mwenye kufariki. Sasa hata kama kuna mama mwenye mimba, eh, gari ama pikipiki ikipita kwa hiyo shimo unapata amepata miscarriage. So tumejaribu kutafuta mtu wa kutundia hii njia but imekuwa ngumu sana kupata. Yani njia ni mbaya kabisa, huku kando huku kupita na pikipiki ni shida, kufanya nini? Ni shida. So tumekuwa tunajaribu kutafuta mtu ambaye atilisa na atusaidia, atuondie hii njia kutoka huko hivi, atokee kalava, atifike huku. Sasa hii njia sio, atimaribika sahi, apana. Sasa tumejaribu kutafuta uh, e, watu kwa kaunti uh, kaunti yetu ya Kakamega, atuondie njia afadhali kwa sawa, lakini tumeshindwa. So sasa sisi we had just a final option ambayo tulikuwa tunaangalia kwa Isai, tuone kama atilisa atusaidia tupate kalava, atifike tuweke hapa e, ndio at least njia ikuwe sawa, cause wenyewe max tunaoga hapa sana sana. Na so, Oh, oh, please, Bwana Isai. Si wewe ndio tumeangalia. Tafadhali tusaidie, tuunde hapa mahali, at least watu wakuwe sawa. Bwana, angalia, hata hii ni gari, ona vinye napita hapa hivi, pole pole sana. Sasa ebu imagine kama pikipiki imetoka, kama kuna watu wanatembea na huko ni maji, huku ni maji, watu wataenda wapi? So please, Bwana Isai